Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu ametuma tena ujumbe mwingine akiwa gerezani. Sote tunafahamu kwamba kiongozi huyo anakabiliwa na mashtaka mawili, likiwa shtaka kubwa kabisa la uhaini, ambapo shtaka hilo linamfanya kuendelea kusota rumande kwa sababu halina dhamana. Siku ya tarehe mbili mwezi Juni mwaka huu wa 2025 Tundu Antipas Lissu alifikishwa mahakamani, na makabiliano baina ya pande mbili, yaani upande wa jamhuri na upande wa utetezi yaliendelea na baadaye kesi ilipewa tarehe nyingine kwa ajili ya kuendelea, ambapo ilipangiwa tarehe 16 mwezi Juni 2025. Lakini hebu tuone ni kipi ambacho Tundu Antipas Lissu amekisema tena akiwa gerezani, ikiwa ni sehemu yake ya ujumbe aliyoutuma akiwa gerezani. Kama ilivyo kawaida yake, Lissu amekuwa akituma ujumbe akiwa gerezani, na katika ujumbe huu mwingine Lissu anasema nanukuu: Jaji Hamidu Mwanga ni jaji wa Samia, na kwa sababu hiyo ni jaji wa CCM na anafanya kazi ya CCM. Jaji Mwanga alikuwa kwenye tume ya uchaguzi Zanzibar, yaani ZEK ya Jecha Salim Jecha, ambayo ilifuta uchaguzi wa Zanzibar wa mwaka 2015. Jaji wa namna hii tutatarajia aipende CHADEMA inayosema no reforms no election. Maamuzi yake yanathibitisha kauli yangu kwamba majaji wengi ni ma-CCM na wanafanya maamuzi kuipendeza CCM, na yule anayeweza kuwapandisha madaraja kwenda mahakama ya rufani. Kuhusu kuzuia shughuli za chama, chama ni wanachama, sio majengo, hata kama majengo ni muhimu, lakini chama ni wanachama na wanachama waendelee na mapambano katika majukwaa yote yanayopatikana, hasa katika mitandao ya kijamii isipokuwa katika jengo la makao makuu. Wanachama wakumbuke historia ya mapambano ya aina hii. Chama cha ANC kilipigwa marufuku na serikali ya makaburu kwa miaka 30, viongozi wake wakuu ama walifungwa maisha Robben Island kama Mandela na wenzake au walikimbilia uhamishoni kama Oliver Tambo, Thabo Mbeki na wengine. Hayo yote hayakuzima mapambano ya ukombozi kuendelea na hayakuimaliza ANC. Uamuzi wa Jaji Hamidu Mwanga hautazuia mapambano kuendelea wala kuiua Chadema. Aluta continua. Huo ndio umekuwa ujumbe wa Tundu Antipasilisu, mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kutoka gerezani ambapo ujumbe huo umekuja muda mchache tu mara baada ya chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuzuiwa kufanya shughuli zake zote ndani ya siku kumi na nne. Itakumbukwa kwamba Juni mbili mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipasilisu iliahirishwa hadi Juni 16 mwaka huu wa 2025 katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu huku mahakama ikimpa onyo kali kwa kutamka maneno bila ruhusa ukumbini. Hakimu mkazi mkuu Franco Kiswaga alitoa uamuzi huo siku ya Juni 2 mwaka huu wa 2025 wakati shauri hilo lilipotajwa, ambapo upande wa jamhuri uliwakilishwa na jopo la mawakili wakiongozwa na Nasoro Katuga, huku utetezi ukiwakilishwa na Mpale Mpoki. Katika maelezo yake hakimu Kiswaga alisema hakuna ubishi kuwa mshtakiwa alitamka maneno ya no no reform no election akiwa mahakamani, kauli iliyotafsiriwa kwa upande wa jamhuri kuwa ni ya kudharau mahakama. Mara tu mahakama inapokaa inakuwa kamili kwa mujibu wa kifungu cha sita C. Hivyo hakuna aliyepaswa kuongea bila ruhusa, na mshtakiwa hakupaswa kutoa kauli hiyo, alisema hakimu Kiswaga. Aidha, mahakama ilisisitiza kuwa ni marufuku kwa mtu yeyote iwe ni mshtakiwa au wasikilizaji wa kawaida kuzungumza bila ruhusa ya mahakama. Hatua hiyo ni muhimu kuhakikisha mahakama inafanya kazi kwa kufuata sheria na si mihemko ya mtu binafsi, alisema hakimu. Katika kesi hiyo, Lissu anadaiwa kutenda kosa hilo Aprili 3 mwaka huu wa 2025 jijini Dar es Salaam ambapo alidaiwa kutoa maneno ya uchochezi kwa lengo la kushawishi umma kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 Oktoba pamoja na kumshinikiza kiongozi mkuu wa serikali. Lakini pia siku hiyo hiyo Juni mbili mwaka huu wa 2025 ilikuwa ni siku ndefu ndani ya viunga vya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, ambapo siku hiyo Jumatatu Juni mbili mwaka huu wa 2025 kesi mbili zinazomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, wakili Tundu Antipas Lissu zilizokuwa zinaendelea, ukiondoa shauri la uhaini ambalo lilikuja kwa ajili ya kutajwa, shauri la uchochezi na kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube, siku hiyo ilitajwa kuanza kusikilizwa kwa kuwa mara ya mwisho ilielezwa mahakamani hapo kuwa mashahidi 15 wa jamhuri katika kesi hiyo wataanza kutoa ushahidi wao kwenye kesi hiyo. Katika hali isiyotarajiwa, baada ya shauri hilo kuanza, upande wa jamhuri ukiongozwa na wakili wa serikali mwandamizi na soro Katuga ukaiomba mahakama kuhairisha kesi hiyo, kwa kuwa kuna shauri dogo wamelifungua mahakamani wakiomba kuleta mashahidi wao kwa siri. Yaani mashahidi wao watoe wanaotarajiwa kutoa ushahidi wasifike mahakamani, badala yake wataunganishwa kwa teknolojia huko watakakokuwa, na kisha watasikika sauti tu wakati wa kutoa ushahidi wao bila kutambulika majina yao na nafasi zao. Upande wa jamhuri uliwasilisha maombi ya kuahirishwa kwa shauri kwa kile ilichokieleza kwamba njia hiyo itasaidia kutoa nafasi kwa shauri dogo lililofunguliwa li, eh, lisikilizwe na kutolewa maamuzi, kwani ikiwa kinyume chake itatengeneza mgongano wa hoja za kisheria. Hoja hizo zilipingwa vikali na mawakili wa upande wa utetezi wakiongozwa na Mpale Mpoki, Dr. Rugemeleza Nshala, Peter Kibatala na wengineo ambao waliieleza mahakama kuwa haina sababu ya kuhairisha shauri hilo kwani kifungu kilichotumika kufungua shauri dogo na maombi ya hairisho kipo kinakiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hivyo ni vyema mahakama hakimu mkazi ikapeleka hoja hiyo mahakama kuu ili ikatafsiri utata wa kikatiba uliopo kwenye kifungu hicho. Sambamba na hoja hiyo, katika mapingamizi yao, upande wa utetezi waliomba mahakama kutoa amri ya kuanza kusikilizwa kesi hiyo kama ilivyoamriwa mara ya mwisho mahakamani hapo. Walisema upande wa jamhuri umekosa hoja za mashiko, kwani haiingii akilini kwamba jamhuri inataka mashahidi wao wote kumi na tano walioahidi wa, wali wa kuwa wako nao kwenye kesi hiyo, wanataka watoe ushahidi kwa siri. Badala yake, mawakili wao walisema wangeelewa kama ingeelezwa kuwa kuna mashahidi kadhaa ambao wanataka watoe ushahidi kwa njia hiyo, tena mashahidi hao wametajwa kwa mujibu wa sheria. Mawakili wa utetezi waliendelea kuishawishi mahakama kuwa huo ni mkakati wa upande wa jamhuri kuficha uhalisia wa kesi hiyo yenye maslahi mapana kwa umma na kwamba haitoingia akilini kuona mashahidi wote wanatoa ushahidi kwa siri kwenye kesi ambayo mahakama iliamuru isikilizwe kwa uwazi ili umma ujue kinachoendelea. Baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili, hoja ambazo zilichukua saa kadhaa za mabishano ya kisheria miongoni mwa pande zote mbili, hatimaye mahakama ikakubaliana na hoja za upande wa jamhuri na kuona busara ni kuahirisha kesi hiyo ili kupisha usikilizwaji na kutolewa maamuzi kwa shauri dogo lililotajwa na kwamba kesi ya msingi iliahirishwa hadi Juni 16 mwaka huu wa 2025 kwa ajili ya kusikilizwa.